Hello, habari ni wakati mwingine tena na wasa ngine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Basi leo nimekuletea mada hapa, jinsi ya kuifanya betri yako ya simu isiwe inaisha kwa haraka zaidi au jinsi wakifanya simu yako isiwe inaisha chaji haraka zaidi. Kuna muda mwingine unaweza ukachajisha simu, alafu kashangaa zimepita siku kadhaa au miezi kadhaa, unashangaa betri linaisha chaji faster. Yani unaingia labda YouTube au Facebook, unaangalia video chache, unashangaa betri lako linaanza kuisha au unafanya hivi. Kuna muda mwingine simu yako imekuwa ya muda kidogo ya muda mrefu, sasa unashangaa betri linaisha chaji ovyo ovyo. Sasa ni jinsi gani unaweza ukafanya uka extend life of battery. Yani ni betri ukalifanya likawa na nguvu likawa haliishi haraka zaidi. Basi leo ndo mada ambayo tumelenga tuelezee ili tuweze kupata ujuzi huo. Inawezekana unajua au inawezekana pia ujui na ndio maana pia labda unaangalia au unaangalia kwa video hii ili kusaidia wewe au wasaidia watu wengine basi fanye hivi. Bwana, kwenye simu yako hapo kama kuna faili inaitwa Phone Master. Hebu tafuta faili inaitwa Phone Master. Phone Master, au Unaweza ukaenda Play Store ukaandika phone master simu yako kama haina hilo faili. Ukishali download hilo faili ni phone master, nitakuelekeza jinsi ya ku extend life for battery au kuifanya battery isiwe naisha charge kwa haraka zaidi. Bwana, ngoje nikuonyeshe faili lenyewe ni kama hili Umeona hiyo sehemu niliyoonyeshea, hilo ndio faili linaitwa Phone Master. Faili hili huwa lina kazi nyingi, lakini katika hizo kazi nyingi kuna hiyo kazi ya kufanya betri ya simu isiwe inaisha haraka haraka. Sasa hebu nifuatilie, ili uweze kupata ujuzi na kukumbusha kama huja subscribe channel hii ya Shayia TV, angalia chini ya video hii au ya screen ya simu yako au kioo cha simu yako, kuna neno limeandikwa subscribe. Kama wewe ni mgeni kwenye channel ya Shayia TV na ndio mara ya kwanza kufuatilia channel ya, ya Shayia TV, hebu gusa hilo neno mara moja tu. Ukifanya hivyo, itakuwa rahisi kwa kila elimu ambayo tunataka kutoa kwenye channel ya Shayia TV, utakuwa unazipata kwa haraka zaidi. Hebu twende pamoja Bwana faili letu ndio hili hapa. Utalifungua yani utalibonyeza hilo faili au utalikliki. Ukishalikliki hilo faili, hiyo sehemu ilio andiko cleared ni sehemu tu ya kufuta matakatake ya simu. Maana yake simu inaweza ikawa na baadhi ya vitu ambao umevifanya siku hiyo, unaona, hasa ukao ukitaka uvikli hapo au uvifute. Sasa havitafutika vyote, maana kama ni picha ziko hapo nini, hazitafutika. Kama ni app ulikuwa umeifuta, sasa kuna vitu tunaviita cache. sasa hizo ndo zitafutika. Sasa hizo zinafanya hata memory ya simu naona inakuwa ndogo. Sasa ukifuta hapo, betri la simu, yani si simu inakuwa na inakuwa na RAM kubwa na vilevile inakuwa na sehemu kubwa ya kuweka vitu. Kwa hiyo ukiwa unafanya mara kwa mara kwenye hii sehemu hii hapa hii sehemu iliyoandikwa clear okay. ukiwa una kliki sehemu hiyo au unabonyeza sehemu hiyo utakuwa unafuta baadhi ya vitu ambavyo havihitaji kwenye simu, si unavifuta kabisa jumla. Ni cache tu, zile cache utakuwa unazifuta, na huwa zinafanya memori ya simu au nali kumbukumbu ya simu au ramu ya simu inakuwa na udogo au na ufinyu. Naone. kwa hiyo unaweza kushangaa simu ilikuwa na GB 30, alafu ukashangaa hujaweka hata vitu vingi unashangaa imebakia GB hata ishirini. Kwa hiyo kwa unafanya hapo, na una clear baadhi ya vitu, utakuwa na ongeza ukubwa wa simu yako ya, ya RAM. Naone. Ah, wengine nasema wengine anasema ukubwa wa simu kama memory, yani au sio? Maanake siku hizi, simu za siku hizi ziwaga zina internal memory. Basi bwana, hii so mada yetu leo nilikuwa na kuongezea tu, japokuwa ndo inakuwa hivi. Sasa natakiwa tujifunza baadhi ya vitu vingi. Bwana, mada yetu leo imelenga ni jinsi gani tunaweza tukafanya betri ya simu ikawa na nguvu au ikawa isiwe na isha isha kwa haraka zaidi. Hii sehemu zote nishakuelezea hapa juu, simu ndio clear, utakuta clean, utakuwa na bonyeza hiyo, utakuwa nafuta baadhi ya vitu, utakuwa naongeza ukubwa wa simu. Yaani ukubwa wa RAM ya simu. Ane? Au memory. Bwana, ndio kama hivi. Lakini sasa hebu angalia hii sehemu ambayo nitakuwa ntakuonyeshea. Umeona hiyo sehemu niloweka kiduara, bila shaka umeiona. Bwana, sehemu hii imeandikwa battery manager. Hii ndio sehemu ambayo inatumika kufanya betri yako ya simu leo na nguvu alisio naisha chaji kwa haraka zaidi. Kuna sehemu nyingine imeandikwa antivirus. Hii ni sehemu ya, ya kudetect kama simu yako imeingia virus. Utakliki hiyo sehemu itas, itaskani app zako zote, kama kuna virus utaifuta. Memory used ni hizi zote hizi. Kuna app lock, hii pia ni app, ina mambo mengi ukishai download utakuwa unafunga hadi mafaili yako na password. Kwa hiyo huwa ni nzuri pia. Sasa hebu twenda pamoja, hebu kliki hiyo sehemu iliyoandikwa battery manager. Ukishabonyeza hilo neno battery manager, hapa inakuonyesha asilimia za battery iliyo baki ni asilimia 64. Sasa ili uweze kuongeza power sim au nguvu ya battery la simu takliki hiyo sehemu iliyoandikwa Optimize now naona kuna sehemu zingine kama power saving mode, ili ni sehemu tu ya kufanya kama betri lako limeisha chaji sana uta click utaweka on maana yake betri lako litakuwa na nguvu ya kupiga kazi tofauti na mwanzo. Ah, charging report ni kama charge yako kama inakuwa nini kama hivi ukisha click check kama hivi ni report ya chaji kama ni jinsi unavyochajishaga mara kwa mara, unaona. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa, lakini alafu super charging, ah, yeye tuachana tu, tu, na sasa bwana, hebu angalia sehemu ile iliyoandikwa optimize now, waje nikuonyeshe kabisa hii sehemu. Umeiona, umeiona eh? Optimize now bwana, hii sehemu nimesha kuonyesha tayari, imeandikwa optimize now. Utaclick hiyo sehemu ili kuongeza nguvu ya betri la simu yako, utabonyeza hivi, we fuata process kama jinsi mi navyofanya hivi, yani mchakato kama huu. Baada ya hapa, utabonyeza sehemu iliyoandikwa optimize now tena hiyo sehemu nilioonyesha mshale sehemu yenye eh, nali rangi ya blue iliyozungusha nyeupe, lakini rangi ya iliyozungusha iliyoanduka optimize now uta click eh. Baada ya hapo itakuwa na search taandika habitating app kama hivi. Kumbuka ni sehemu ambayo uta click inaitwa battery management. Umeona? Baada ya hapo itakuwa imefanya complete, itakuwa imekamilika. Ikishakamilika hivi, maana yako mpaka hapo betri lako litakuwa limepatapata nguvu. Ndio jinsi kufanya. Sasa kuna sehemu imeandikwa power saving mode. Hii pia inahusisha betri. Kama betri lako limeshaisha chaji, ukibonyeza u... hii sehemu iliyoandikwa turn on. Eh? Eh, hii simu iliandikwa turn on. Hii simu ukisha click maana kama battery yako li likua limebaki hata asilimia moja unahofia battery lako litazima. Ukishakuja unaingia kwenye hii application, unabonyeza hapo, battery lako litakuwa lishapata nguvu na unaweza ukawapigia hata watu wengi, unaweza ukaingia hata mtandaoni. Umeona eh? Ni rahisi sana. Wewe fanye tafuta hiyo app, ina faida nyingi sana. Hizo faida nadhani umeziona. Kwa ufupi na kwa haraka zaidi nimekuelezea chache. Sasa na wewe jitahidi uweze kuichukua apu hii, na ili huu, unaweza kuitumia kufanya betri lako la simu liwe linakuwa na nguvu zaidi. A, vile vile application hii nimesha kuelezea huwa inasaidia kufuta baadhi ya vitu ambavyo havihitajiki kwenye simu. Na kama unataka kufuta vitu tu kwa pamoja, baadhi labda picha ambazo zitaji kwa haraka zaidi au kama kuna application ambayo ulikuwa umezifuta siku nyingi. Hasa application ukishaifuta huwa kuna data huwa zinabaki kwenye simu yako. Kwa hiyo application inawezekana ilikuwa na GB hata 3, unaona? Lakini ukishaifuta unaweza zikapungua hata GB labda mbili nukta tisini na tano so shangaa sifuri pointi tano pale imebaki, au imebaki kumi, au imebaki hata GB, imebaki hata MB, hata mia kabisa. Sasa hizo MB mia utazifutaje? Maanake ni zile kechi ambazo zilikuwa zimeingia kwenye simu n, yani tuseme zile data ambazo zilikuwa zimeingia kwenye simu yako za ile application hizo data ndo huwa zinafutwa kupitia application hii ya phone master. E, vile vile application hii unaweza kuipata play store kwa simu za Android. Wewe ingia tu play store, andika phone master application ambayo itakuwa imesha downloadiwa na watu wengi, application ndo nzuri. Maana yake zitakuja nyingi, basi ichukue hiyo application, utakuwa na itakuwa inakusaidia sana. Basi jamani, leo sina mengi, na kukumbusha tu ili usiwe unapitwa na elimu mbalimbali zinazohusiana mbali na teknolojia. Basi jitahidi angalia, chini ya simu yako ya hiyo screen ya yu, ya yako hiyo ya simu yako, hapo unapoangalia, au chini ya kioo chako, au chini ya video hii unayoangalia, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo. Ukifanya hivyo, itakuwa rahisi kujipatia kwa kila video hizo so, zote ambazo nitakuwa nitakuwa natoa. Vilevile nakukumbusha, hebu usisahau ku like video hii vilevile toa maoni yako hapo chini, vile vile onyesha upendo, share, yaani sambaza video hii kwa watu wengine na wenyewe wajifunze jinsi, wa, wa jinsi gani ya kufanya betri la simu ili liwe na nguvu zaidi, ili iweze liendelee kupiga kazi zaidi, na kutakia siku njema.